Baraza maalum la kujadili hoja za mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka wa fedha 2023 2024, na kulikuwa na hoja takriban ishirini na saba hoja 19 zilifungwa, huku hoja 15 hazijafungwa. Hizi kazi unapewa una sheria na miongozo, lakini ukikosa <tutu> kitu kinachoitwa utu, huwa siku zote ni, ni shida lakini wenzetu wametukua wakituelewesha kwa upole tunasikia, na nyinyi wenyewe watendaji mmekuwa mkitekeleza na mkitekeleza, na yeye anapata faraja kuona ha, mwanafunzi ananielewa, na pale anapoona hamjaelewana sana, ndio hizi hoja anasema, hapa sijafunga. Mbali na kwamba halmashauri yetu ndio inaanza, lakini ninayo imani kubwa kama mtaendelea na spiriti hii, mtaenda kuwashangaza waliotangulia na vijana wazuri ambao wanafanya kazi kwa ari kwa moyo, mi nasema endeleeni hivyo hivyo. Wanasema utu ni kazi, kazi ni utu. Yaani wewe utatambulika kuwa bora kwa kazi yako ambayo umeifanya kwenye jamii. Kwa hiyo mimi ninayo ni imani kubwa tutaendelea vizuri katika halmashauri yetu, na niwahakikishie kwenye hizi hoja za kisera tutajitahidi sana kusukuma serikali ili ziweze kufungwa na wenzetu wanayafanya haya ili tuweze kusimama vizuri kwenye mambo yale ya msingi ambayo tunayasimamia. Hoja zilizotoka mwenyekiti alisema vizuri hapo, historia iko mlikotoka mpaka sasa inaonyesha kioo, nyi mkoje mkoje. Na kawaida sisi tunapitia sehemu nyingi, tunapitia kwenye almost utendaji mzima, manunuzi, simona mpaka taka Eh, uh, sometimes tunaingia mpaka vioni hygiene tunaandika. Umeona ime yani hao wanafanya kitu gani? Yaani tunapitia vitu vingi mwisho wa siku alafu tunakuletea. Kwa hiyo hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za Serikali kazi yake kubwa ni hiyo kukuonyesha we ni nani, kwa sababu watumishi mko hapa, lakini mna dhamana ya kufuata sheria, kanuni, taratibu na miongozo iliyowekwa. Ili mwisho wa siku taasisi kwanza ifuate taratibu hizo zizowekwa. Alafu pili itoke hatua moja kwenda nyingine. Sasa ukifuatilia hapa ina maana nyinyi mmetoka sehemu moja kwenda nyingine, na utendaji wenu si mbaya. Tuwe kuwaambia, yaani hapa mlipofikia msishuke chini, kwa sababu kurudi mlikotoka, mwenyekiti, ni rahisi sana kuliko kumaintain na kuenda mbele. Kwa sababu ndio msipokuwa makini katika usimamizi wa taratibu, miongozo na kanuni mnaweza mkarudi nyuma aidha mlivyokuwa au mkarudi zaidi ya kuliko kikubwa. Mwangalie, mjisimamie vizuri, mhakikishe kwamba hapo mlipo mnasogea mbele ili almashauri ya Singida DC itoke hapo ilipo muende mbele zaidi. Kwa upande wa ofisi yetu sisi tuahidi ushirikiano mkubwa. Tunaona hapa tulikuwa tunatoa mpaka na maelezo mengine ili tuweze kuwasaidia eh, kwa sababu sisi wote na watumishi wa umma eh, na mwisho wa siku natakiwa taasisi tuboreshe utendaji tu, lengo letu hizi hoja zisaidie taasisi kiutendaji, kutoka hatua moja kwenda nyingine, na nying na nini kwa ina maana mkizisoma vizuri recommendation, basi utendaji wa taasisi utaboreka. Wamefanya kazi yao, lakini sisi kama baraza la halmashauri ya wilaya Singida tumeridhika sana na utendaji wa kazi uliofanyika. Tulikuwa na hoja nyingi sana tangu miaka tuliyoingia na zaidi ya mia na hamsini lakini na watendaji tulivyopambana, waheshimiwa, lakini na watendaji tulio pambana, madiwani tulivyoshirikiana na watendaji na mkurugenzi wetu Esther Chaula tumezipunguza sana hoja, tumekuwa na hoja kumi na tano na hizi hoja zingine tutazifunga muda wote. Kikao kijacho tutakuwa tuna hoja kabisa. Kwa hiyo usimamizi unaenda vizuri ndani ya halmashauri yetu. Kwa hiyo tumeridhika sana na kazi ambazo zinaendelea kufanyika na halmashauri yetu tumepata hati safi kabisa ndani ya halmashauri zilizopata hati safi, ya kwetu miongoni mwa halmashauri iliyopata hati safi. E, hoje ili zizibuke, kila mtu awajibike kwenye sehemu yake, hasa watendaji. Kila mtu ili hoje siwajibike, kila mtu awajibike kwenye sehemu yake na afanye kazi kwa kuipenda na walioko chini yake wasimamia vizuri na nyaraka za serikali zile ambazo zinatua kwenye manunuzi hasa zinazotokea wao na nyaraka za manunuzi, kila kitu kiwe kwenye mfumo mzuri, tutahakisha tutafanikiwa. Sisi madiwani wa Singida Vijijini, nikiwepo Mheshimiwa Juliet, hakika nina imani kazi hii tumefanya kwa umoja, na leo tumeenda kukutana na hoja mbalimbali, nikiamini zile ambazo zimefutwa na zile ambazo bado zipo, tutaenda kutekeleza kwa umoja wetu. Maagizo yametolewa, ushauri umetolewa, na lengo kubwa tufikie katika hatua nzuri katika mwaka huu kabisa. Hoja zinapoibuka kiasi hichi ni inaonyesha namna gani maendeleo yanaenda kushuka kwa kiwango, na pia tunaendelea kukosa huduma kama ya miradi.